sehemu ya maisha yangu, zile ndoto zimepepea, zile ndoto zime zimepepea, maisha yangu yamepepea, zile ndoto zime zimepepea, matatizo yamekuwa sehemu ya maisha ya ey, matatizo yamekuwa sehemu ya maisha yangu. Siyawezi, aa, Siyawezi, Siyawezi, mimi ulisema nuru na kulikomesha taraja langu, umeubugiza malo wangu shubili, umenivua nguo na kunivika pezea. Siyawezi, nipate wapi ficho la mboni zangu? Hebu tuambie ni nani aliyokupa huo msiba? Siyawezi, tupo hapa kwa ajili ya kukusaidia wewe na ili tukusaidie lazima tumjue muhusika wa huo ujauzito. Hebu tueleze ukweli. Shangazi, ninaogopa. Unaogopa wakati unafanya upugopupako? Mbona wa kuogopa? si ninakuuliza wewe. <coughs> <Wezi. tos> Jazba asili yake yasi aijawahi kuzaa chanya Ondoa hofu binti yangu.

Kunifanyia mtoto kila siku, kakiizisha kuniua, namontamwambia mtumiwangu, aiwezekana. Lazima nimpeleke polisi. Umesemaje? zima nimshtaki hifi? Aibu nataka kuitoa nje na tena kwa watu baki, wifi yangu, siwezi kufumbia macho. Nyama kama huu zapafa, amekosa nini kwangu? Hata kama ningekuwa simtoshelezi kimapenzi, siyo sababu ya yeye kutopia na mwanaye. Lazima nimpeleke polisi. Tunatakiwa kutafuta njia ya kuifunika aibu hii, siyo hivyo unavyotaka kufanya wewe. Kuficha hibi toka ninu ja uzito ukajificha pofu kanizalilisha, kamwalimia mwanangu kesho yake. Hata kama aibu haifai kutoka nje, yafaa tuyamalize kifamilia au kiukoo. Hebu fikiria, endapo watu wa nje watakulifahamu jambo hili, utaiweka wapi sura yako? Hebu fikiria mara mbili, wifi yangu. Ni aibu isiyo na kifani shoga yangu, hmm. <laughs> Yaani we acha tu, lakini ni heri ang'ang'anie msimamo wake ule ule wa kumshtaki, maana ni unyama uliopitiliza. Shoga, hivi unaanzaje kusimama mbele za watu na kuzungumza swala kama lile pale? Si aibu ile? Unaanzaje kwa mfano? Kumbe wote ndo walewale wale. Siyo walewale mboni wale? Ah, zimeumbwa na soni Mnakumbuka wiki iliyopita tulijifunza nini? No. Tulijifunza nini? Johnny, tulijifunza fasihi. Nini maana fasihi? Bakari, fasihi ni sanaa itumiayo lugha ili kufikisha ujumbe katika jamii husika. Vizuri. Kuna aina ngapi za fasihi? Mwajuma Obiti, huu ndo muda darasani. Elimu ni kwa faida yako na hicho unachokifanya ni hasara yako yako. Nenda kakae. Tuendelee. Rozi. Kuna aina mbili. <coughs> <coughs> Unaweza kutuelezea ndoto tamu uliyoyota? Pita mbele, utasimama hapo mpaka nitakapomaliza kipindi, sawa? Tuendelee. <coughs> Polisi. Unasemaje? Tunatakiwa kutafuta njia ya kuifunika aibu hii. Sio hivyo unavyotaka kufanya wewe. Wewe, hebu topo mbavuwa itakukomesha Next on Siyawezi. Kwa hiyo umeniajiri mie kuamilizwa kibubu chako si ndiyo? hebu niache. Sikuachi mpaka mbaka unionyeshe pesa zangu. Ah, si aaaa. Unataka niondoke? ni wapi uwanja wa mabwana zako hawa Wana kushika shika huku una katia maulu una katia maulu si ndio? We unajifanya jogoo si ndio? We unawika utakaa kumbavu. <coughs> <coughs> <coughs> mzee pofu, mume wangu, kwa nini napenda kunibukuzi kwenye biashara? Hebu toa kumbavu wako hapo. Biashara gani? Ile biashara, mzee pofu. Mzee pofu nini wewe kurafi zime zimepepea. Ma, maisha yangu yamepepea, zile ndata zimepepea, matatizo yamekuwa semu ya maisha yangu. E ye, matatizo yamekuwa semu ya maisha yangu, siyawezi, si ya